Hi guys, mambo vipi mko salama guys? Mimi niko sawa na nishukuru wapenzi. Mwenyezi Mungu guys wapenzi. Nimemwona huyo msichana hapo kwenye screen, huyu msichana jamani alikuwa kwa bosi wake kama sisi. Ni Mtanzania mpambanaji mwenzetu tumu mwenzetu Adama inshallah. Huyu msichana alitoka Tanzania kuja kufanya kazi Omani. Alipofika Omani, alikaa na mwajiri wake lakini wakaja wakashindwana kama tunavyosema kila siku, nawaambia, ukiona umeshindana na mwajili wako moja kwa moja naenda ofisini, moja kwa moja naenda ofisini. Guys, huyo msichana bwana, walishindana na bosi wake, akawa huyo msichana ametafuta ajenti kule kule Umani, wale maajenti mabo, mimi nimefanya kazi, nimechoka kukaa ndani, natafuta geto napangisha lakini nakuwa na na pasipoti yangu na bataka yangu. Kwa hiyo mimi napangisha ghetto na kwa yule msana ambaye anapata shida eh, napigiwa simu naambia, mleteni kwenye nyumba yangu na na akaishi vizuri, vizuri akamtafutia kazi. Nanielewa, akamtafutia kazi. Jamani siku mbili tu zilizopita nilikuwa nafanya uchunguzi. Nimechoka vibaya sana. Lakini nimeona sio mbaya, niwaletee hii. So guys, huyu msichana akawa amefika pale kwa agent ya tuseme dalala, wanaita Wakenya dalala. Yule dalala akaenda akamtafutia kazi kwa boss mwingine. Huyu msichana Mtanzania alikuwa hana passport wala bataka. Naambia jamani, msifanye hiyo tabia, msifanye hiyo tabia, hamsikii. Akachukuliwa, akapelekwa kazini vizuri tu. Kufika kule kazini, huyu msichana Mtanzania walishindwana tena na yule bosi. Sasa unajua, bosi mara nyingi anakuona wewe umekuja hauna passport na anajua umetoroka katika nyumba uliokuwa umefikia uwezo, yaani, ana uwezo wa kukufanya kitu chochote kile na usiende popote sasa huyo mwajiri wake akawa anasumbuana sana huku kule huku kule huku kule, huyu akawa anampigia simu agenti wake huyu sasa, ambaye alimpeleka kwenye hiyo kazi, yaani mfanyakazi aliyetoka kwenye nyumba, yeye akashamaliza majukumu yake akaenda kujipangishia mwenyewe, tuseme yaani kama kadama. Mh? Basi akawa anampigia simu anamwambia bwana, mimi huko nateseka unaona, huyu bosi ananifanya hivi na hivi. Yule bosi alikuwa anamtesa kweli kweli kweli kweli. Anataka afanye kazi asugue ukuta afanye kila kitu unajua kuna kipindi unakuwa umechoka kama binadamu, mtu anakuambia usijue ukuta kuanzia nje, sijue mpaka juu pande sijue fute kitu gani, inauma. Inafikia kipindi binadamu unakuwa umechoka, lakini ndio huna jinsi atuseme wote Waarabu wanakuwa na tabia hiyo, hapana. Kuna baadhi yao wanafanya kama kwetu Afrika. Kuna watu wazuri na watu wenye roho zao sio nzuri so oh, yule bosi akawa anamfanyisha sana kazi. Sasa siku alichokuja kukosana na huyo msichana, naongea kidogo kidogo, jamani, mtasikiliza tu. Hapa sasa hivi ni usiku, watu wamelala. So guys, huyo msichana siku akaambiwa apeleke kwa dada yake na yule bosi wake. Akamwambia, "Madam, mimi kwenda huko hiyo sehemu sitaweza kwenda." Wakabishana, wakabishana, wakabishana, yule msichana hataki. Akampigia simu tena agenti wake, e wake. Tumwite tu ampigia simu akamwambia, akamwambia, mm, hiyo sio kazi, usiende, subiria nifanye mpango nije nikuchukue tena nikutafutie nyumba ni nyingine. Msichana alikuwa mzima tu, mnayemuona hapo kwenye screen guys, hivi ni marehemu. Tunapoongea huyo msichana guys, alivyoambiwa hivyo avumilie, lakini asiende katika hiyo nyumba ambayo anaambiwa kwa sister yake na yule bosi wake. Yule bosi akakasirika. Boskama mnavowajua katika kaka, kakasirika kamwambia leo hapa sikupi chakula, sikupi hiki. Sasa unajua niwaibie sili kwenye kwenda kwenye hiyo nyumba ya ndugu yake, usijaribu kulala kwako kwake hiyo siku, ukizingatia hauna bataka, hauna passport, yani, yaani uwezo kufanyia kitu chochote, na usimpeleke sehemu yoyote. Alichobugi yule msichana alikataa kwenda kwa sista yake na bosi wake, na akaendelea kukaa kwenye hiyo nyumba. Kaka siku ya kwanza, siku ya pili makelele yaishi, siku ya tatu makelele yaishi. Yule agent aje kumchukua. Unaona? Agent alishachukua pesa, anatafuta namna ya kumtoa pale. So guys, huyu msichana bwana, ilifikia kipindi akachokana na mwajiri wake sasa kabisa kabisa akawa anamwambia maneno machafu unajua najua kujibishana na mjibu vibaya usifikiri sisi maskini sijui guys ukiona hiyo video. ukiona hiyo video <laughs> naongea kitu ambacho nimekifuatilia mimi sitoagi tu habari za uongo na kweli ukiona hiyo video inatia huruma jamani kifo ukiondoka duniani kwa mateso Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema huyu binti mnavyoona mguu alivyokunja pale ukiona hiyo video mpaka mwili unanisisimka. Ukiona hiyo video hmm, amekupa kifo kibaya sana huyo binti, binti wa watu, mpambanaji mwenzetu, anatafuta riski kwa ajili ya watoto wake, anatafuta riski kwa ajili ya familia yake. Kwa nini jamani watu wanafanya kama hivi? Kwa nini watu wenye roho chafu kama hivi namfanyia hivyo mwenzio? Kufa kupo, lakini kwa nini lazimishe mwenzio aondoke duniani? Inauma ukiona hiyo video, inauma guys, inaumiza. Unajaribu kuvaa kiatu, roho inatolewa kwa kulazimishwa. Bwana huyu bindi, kwa walivyokuwa wanajibishana, sasa yule madamu alikuja k waogopa hiyo kitu, anajifanya kama mmeelewana Afu upo ndani kwake, ogopa hiyo kitu. Ukilianzisha, unajua umelianzisha, make sure umeandaa taxi yako na kuondoka. Mtakutana mbele ya safari, kama ni agent, kama ni ofisini, kama ni wapi, polisi. Na ukipatikana sehemu yoyote usiwahi rudi. Kila siku nawambia, ukitoa mguu wako kwa mwajili wako, usiwahi rudisha miguu yako pale, hata kama aseme nini, mwambie ofisini, mimi sirudi hata bora wa kupiga ofisini, lakini sio kwenda kufa guys. Huyu msichana alivyomuona bosi wake kaenda chini, ajifanya mjinga. Yule bosi maana alikuwa anajibishana, na sio tabia nzuri kujibishana na mwajiri wako. Mwenzako yupo kwao, yupo kwake, kwenye nchi yao. Sisi hapa guys, sio magomeni na mwananyamala. Utaenda kwa miguu, utachoka kutembea, lakini utafika. Msijaribu kujibishana na wajiri wenu tafadhali, msijaribu kujibishana na wajiri wenu wapenzi. Ukiona hii video inaumiza, <gay> we mwenzetu ndo kaondoka hivyo, gaizi. Ule Mwarabu alivyojitia kama vile yameisha, huyu msichana akajua amewini akatoa ngasimu kwa ajenti kwa wake akamwambia, nimemnyorosha nishamnyorosha, usije alimwambia, nitakuongeza mpaka mshahara, nitakuongeza mshahara maidia. Kumbe mi ndo nilikuwa na makosa. Binti akajua wee, nimeangukia, kumbe kaangukiwa, kena na gogo zito. Wapenzi, wapenzi, ndugu zangu, tusijibishane na mtu yoyote. Majibishano sio mazuri, sio kwa hawa watu tu. Jiweke chini, jifanye mjinga. Msinione mimi hapa, watu wanaokuja kunitukana hapa kwenye YouTube siwajibu. Kwa sababu gani? Hawanijui kiundani, siwajui. Unaweza ukawa unajibishana na mtu kumbe wenzako, si mtu mtu from nowhere anakuja na kutukana mtu fumo mtu mno, wewe anaandika message mgombani, mimi sijibugi message kama hizo. Mimi hata live niko hivyo mtu nikimwona mshari sana. Mimi mimi napenda kusema ukweli, ukiwa mimi na wewe hivi tunaongea, umenikosea na kuambia, nikikukosea naambia na wala situkii. Lakini mtu mshari, siku zote mimi namkaliaga mbali, kwa sababu siku zote huyo ni adui, atajifanya baadaye mwema, kumbe analake jambo moyoni huyo so, bosi ndo alichokifanya, akawa mwema mwema vizuri. Siku mbili zikapita, ya tatu enda kununua chakula, wote wamekula nyumba nzima. Cha kununua maidia, wapenzi si mnajua, tunataka sahani kama mendi, mnaletewa mandi, mnaletewa mechibusi eh. Nyie mnaitwa makubuli, si makubuli mechibusi eh? inaletwa vizuri kwenye sahani yako. Mama wewe, unajua tumeletwa wote chakula tunakula kama kawaida kama zamani eh? chakula mama unapewa utashindwa kula, yashaisha, mtu anacheka maidia saka kivamia chakula. Alivyomaliza kula tu, bosi kashuka na abaya lake, twende nikurudishe, nipo kutoa eh. kwa nini? Twende nikurudishe, mimi sikutaki hapa nyumbani kwangu. Kumbe anajua alichokifanya. Guys, kambeba msobe msobe kumpeleka wapi? Kwa agenti wake ambaye ni Mkenya. Kumfikisha pale ndugu yangu. Eh, agenti wake, kama umeiona video. Na kama hujaiona usitake kuiona. Guys, huyu agenti wake alikuwa chumbani kumbe, kumsiana anahangaika na kifo ana struggle mule ndani, kufa. Bosi kashaondoka, kashamaliza yake. Wapenzi, tusijibishane na hawa watu. Ukiona umeshindwana na yeye, tafuta njia ya kuondokea. Sisemi kwa mabosi wa Kiarabu tu, hapana, hata kama mabosi wa kwetu, hata kama sio bosi wako, ni mrafiki yako ndugu yako. Ukimwona mtu ni mshari sana, kaa naye mbali Kanaye mbali guys, imenisikitisha na imeniuma, na sijajua huyu binti kwao Tanzania sehemu gani, habari iko nusunusu. Je, mwenzetu, tutatangaziwa anaondolewa kupelekwa Tanzania au atazikwa huko? Mwezi wa Ramadhani hutumepoteza mdau wetu, mfanya kazi mwenzetu, mpambanaji mwenzetu, jembe la familia limeondoka, tegemezi guys Najua nikilio kwa wazazi ni afadhali mtu aumwe. Hivyo cha kukatiliwa ndugu yangu ni kigumu kwa familia kupokea mm. Yaani, usiombe uone hiyo video ni mpaka mm -mm. mm -mm. Siwezi. Tuombeane guys, tupendane tupendane, wapenzi tuombeane, tujiombee, tujifanyie dua, tuswali tusali, ichelochowaletea guys, tuna msiba ndani ya Ramadhani, tumepoteza mwenzetu mtanzania mwenzetu, jina mpaka sasa hivi lipo kwenye inbox. Haijulikani jina ni nani, haijulikani Dar es Salaam. Haijulikani, yani Tanzania sehemu gani, Dar es Salaam maybe wapi haijulikani, mikoani hatujui. So guys, habari ndio hiyo. Msichana ndio mmemo kumuona hapo, usiombe video uione, hakikisha una subscribe, bonyeza alama ya kengele, share kwa watu wote. Tuache kujibishana na waajili wetu, tujifanyeni wajinga, hatutakuwa wajinga, hatutakuwa wapumbavu, jifanye mjinga, yako yakwendee Fanye mjinga umalize mambo yako. Ukimalizana naye mkataba wake, malizana naye uondoke kwa usalama. Mmeshindwana kabisa kabisa, tafuta njia nzuri ya kuondoka, rudi ofisini, chukua taksi, acha nguo zako zote, nenda wewe kama wewe na simu yako kama na pesa zako, hata kuletea nguo zako. Wapenzi ndo hayo, endelee kuombeana, tuiombee familia ya marehemu tupo kwenye mitihani, mwezi wa Ramadhani. Tumepoteza mwenzetu kwa kuondolewa na binadamu, kanyeshwa sumu. Wapenzi, sumu kwenye chakula, sitaki hata kuendelea guys. Nawapenda sana. Good night guys, ukutane video nyingine.